Naam, tunazungumza michezo kama ilivyo ada. Hii ni Chapesa Media, tupo visiwani Zanzibar katika mchezo wa kombe la shirikisho Bara Afrika, mnyama Simba anapeperusha bendera Afrika Mashariki na Kati katika mchezo dhidi ya Stereboch. Tupo na mzee wangu hapa, atajitambulisha jina lake. Marahaba, mzima. Mzima, kwa jina matatu. Kwa jina anaitwa Dr. Laurian Salvatori Mganga Siboka, mm, eh, ni shabiki wa Simba mwanachama kindakindaki mm na nje ya hapo nimewahi kucheza huko miaka ya nyuma sana kikosi cha pili cha timu ya Simba. Mtoka Dar es Salaam kuja kuishuhudia Simba Sports Club katika viungo vya Zanzibar, e, zidi ya Stele Broch. Unaiona Simba leo ikitakaza kupata ushindi, kwa maana Benjamin Mkapa alikuwa hatoki mtu uwanja nyuma, Amani Complex namtoa Stele Broch. E, tunakwenda kutengeneza hatoki mtu tena kwa uwanja wa Aman. Eh, hakuna ubishi shairi hali Simba tunashinda, hii tunavuka, hii tunashinda yeah, kwa hiyo kama ulivyoona shamsham yalivyo, na kila mwana Simba ana matumaini makubwa ya kushinda. Kwa hiyo ni imani yetu tutaiwakilisha vema nchi yetu na kuweza kupata ushindi. Labda leo ungetamani nani, mchezaji gani akufurahisha katika siku hii ya leo? Timu kama timu ni wachezaji wote, lakini haiwezi kukosa mastaa. E, tunategemea kwenye skwadi yetu Erian Pans pamoja na Kip Dennis na Ahoua ambao wataweza kusukuma gurudumu vyema ili tuweze kuf... kufikia ushindi tunaotamania. Labda hii kauli ya tuishii hapa ni chachu kwa kwa mashabiki wa Simba Sports Club kwenda kuchukua ubingwa kombe la shirikisho bara Afrika. Kwanza kabisa nipende kum pongeza Ahmed Yari, kila kitu huwa kina mwanzo eh, Unapotengeneza slogan ambayo inabeba maudhui ya kuchagiza watu kuwa na mwamko, haishii kwa mashabiki, inaenda mpaka kwa wachezaji, na hii ndiyo siri kubwa kabisa ya Simba kufanya vizuri. Hii slogan iko vizuri, na wataitendea haki na wataitetea. Kwa hiyo hakuna shida, Simba tunashinda. Mtani anasema yeye ameshafanya hicho kitendo, muda tunashachukua afika mpaka fainali anakusubiri mnyama Simba tu ni kama ikiwezekana uishie hapa hapa. Ah, hii ni football. Kama yeye aliweza kuyafanya yake aliyefanya kwa wakati wake, lakini historia inaongea. Simba alishawahi kuyafanya haya huko nyuma, kwa hiyo hatutaki kubeba kwa sababu yeye alivyofanya, sisi tulishatangulia, lakini historia inaongea na hata ukiangalia statistics za CAF Simba, yuko sehemu gani na huyo e, na huyo unayemtaja sijui yuko namba ngapi e, tukipiga mstari kwenye watatu hayumo, watano hayumo, kumi hayumo. Kwa hiyo tupewe heshima yetu, tusilinganishwe na bwana mdogo. Unafikirisha ubaya ubwera, msimu huu umezalimilia. Ah, ubaya ubwera, narudia na, na, kusema tena unapotengeneza slogan lazima ibebe maono na wachezaji waitendee haki pamoja na mashabiki. Kama tulivyoanza msimu ubaya ubwera, watu walishangaa na kuona hii ni slogani gani, lakini sasa hivi ina mchango mkubwa wa hapa tulipofikia, yeah. Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, hatua ya robo fainali aliweka milioni 15, atua hatua ya nusu fainali ameweka milioni 20 kwa kila gori E, ni mpongeze amiri jeshi yetu mkuu mm. Daktari Samia Suluhu Hassan Hassan mm. E, mama ni mama mm. Na tunaona Tanzania tunakwenda kufanya vizuri mm. Na haya yote ni mafanikio yake pamoja na kuchagiza kwa goli la mama. Kwa hiyo mkono wake unaendelea kutupa baraka na kutusukuma mm. Na inshallah tutafika panapotakiwa. Na Simba itashinda kwa watani wako Young Africans. Aa, mimi ni waombe hmm, kwa sababu tuache ushabiki, ushabiki mandazi hmm, tuache ushabiki mandazi. Ninakumbuka mwaka 1998 hmm, niliweza kuifadhili Yanga wakati walipokuja kucheza na Mamelodi mjini Mwanza hmm, niliweza kutoa gari ya mke wangu nikawapa viongozi wa Yanga ambao waliitumia hiyo gari kwa muda wa wiki mbili wakati wanafanya matayarisho mm. lakini si hivyo tu, niliweza pia kujitolea refreshment baada ya mazoezi, kama Mtanzania mbali na kuwa shabiki wa Simba. Kwa hiyo tuondokane na ushabiki, ushabiki wa zamani, tufikie tuweze kuwasapoti wenzetu, tutaniane mm. lakini kunapokuja kwenye vitu serious basi tubebe maono ya daktari Ee, Mama Samia Suluhu Hassan anavyotuunganisha watanzania wote kuwa wamoja. Unamwalika Mtani kwenye shughuli yenu hii ya leo? A, tunamwalika. Hii ni shughuli ya watanzania wote na shughuli ya kitaifa hmm. Hakuna upande, kwa hiyo wakaribie na wajione wenye furaha, wajione shughuli pia ni yao. Nikushukuru eh, sana. Asante sana mtangazaji hmm. Na kushukuru basi tushirikiane wote kuiombea Simba ili tuweze kama watanzania tuweze kunyanyuka na kuiweka Tanzania kwenye alama ya mpira wetu Afrika na dunia nzima. Amin. Asante.